wanamwita narabuku bey <laughs> nambiye ndugu yangu unaambiwa bwana katika maisha kubali wito kataa maongezi kwa hiyo mimi nimekubali wito ukianza zesheni na kataa maongezi haijalishi na wala haijalishi nambiye ndugu yangu umeniitia nini <laughs> kwa nini wewe kibonge mayele simwelewa <laughs> ukizungumza hivyo narabuku na unamaanisha nini Hebu funguka vizuri, unamaanisha nini? Kuniambia maneno kama hayo, mbona sikuelewi? Nimekupiga marufuku mara ngapi? Sitaki kukuona nyumbani kwangu bila taarifa eh? Yaani wewe nyumbani kwangu, na wewe wewe, na nyumbani kwangu, na nakuona, na napata habari zako upo karibu sana na mke wangu. Kwa hiyo kumuoa dada yako iwe shida? Kwa nini yani? Uh, <laughs> unajua bwana, yule mimi ni shemeji yangu, kwa hiyo ninapokwenda pale na kwenda kwa shemeji yangu, ukizingatia na wewe ndo mwamu. Sasa nafanyaje, ndugu yangu? kwa lazima ni take over, naenda kusalimia pale, sio kwa ubaya, ndugu yangu. Kama nakukosea kumradhi. <laughs> kwa hiyo mke wangu mimi, wewe ni shemeji yako, si ndio? Uh, yaani namaanisha dada yangu, wewe umenisikia vibaya, wewe umenisikia <laughs> vibaya. Yule mimi dada yangu, wewe mwamu eh, nimesema ni shemeji yangu ha, eh. Kwa hiyo masikio yangu mimi siku hizi nasikia ujinga, amasikio yangu yasikii vizuri, ndo maana eh? Uh, yaani sio manakou Mama. <laughs> mwanangu. Mama la mama kisurutana <laughs> changu kitu tokali kipisi kali. Ujambo mama? Tijambo. Namshukuru Mungu ki. <laughs> Yeah. Yani kama sijasikia vizuri, yaani umemwitaje huyu Bey wako, unauliza jibu? Bey wako tena tena jamani. Yaani nimesikia vibaya, bei wako yaani, namana tayari mambo sawa hizo. Unauliza maswali unauliza majibu, nauliza maana tayari mambo sawa hizo nbb ah. Ah tayaiyani ah. Hapo nishakuolewa ndugu yangu, na ili swali limeisha kweli, na nami naona mm -mm. Kibonge mahele na kupatia oda oh, chochote ambacho wamekisikia hapa chochote ambacho umekiona katika eneo hili kisifike kwa dada yako. Kikifika <laughs> mbono, utajuta. Najua baba, naelewa. Na katika hili ambalo umeniambia sasa hivi, nitaliweka akilini. Mawazo yangu yote yatakuwa kwako, kwamba siji nyumbani mpaka unipe taarifa, njoo nyumbani. <laughs> Unaweza ukaenda. Kibonge Mayele toka genge, genge, genge letu.

Ha, ha, ha, ha, ha. Vipi mama la mama ha, ha, ha. Vipi eh, eh, eh. Kitoto kizuri zora, anambia mama. Safi. Mbona mm -hmm. Magengeni hai hai hina, nimesha kwambia mama, mime mime wa mtu. Umeshindwa kujisikiria au? Amna, nilikuja kununua mboga mboga pale, nikaona sio vyema nikuache. Iye nikuwa ah, Ha ha ha ha Mashallah. Tabasamu kidogo lione ana mwanya uh, washaknaku magingi haya ni wengi mama. Basi kamakuca vimboga mboga, basi nikutie nazi. Vipi, nikupe ambayo nimekuna, au nikupe ambayo haijakunwa? Sikieni huku, mtoto mzuri anasema yeye mwari wa kizamani <laughs> nazi simkunia, na kukuna mwenyewe <laughs> mama. Na mama, nakupa nazi isapa, mama. Asante Bey wangu. <laughs> Usijali, ili genge lipo kwa ajili yako mama. Enjoy yourself, enjoy your day. Vipi leo, tunaonana tukutane wapi?

Uyu kamtaka yule yule, kamkata mara, akaenda kwa yule mbona? Ni bala aiye, hakuna mapesa na tindani agende, hauna pesa. Mbona tonekana ushiriki mseshiriki na umetawala hivi? Ninyi watoto wa elfu mbili na tatu mna shida gani? Una nini na maana, hujui unachokifanya aya. Unawezaje kutembea na waume za watu? Haujui kama yule baba kaoa, tena mbaya zaidi amemuoa dada yangu mimi. Unadiriki vipi kujivisha majukumu ambayo ni mazito na ni magumu kwa upande wako? Au kwa sababu ndo usharefuka, unaona kila kitu unaweza ukakibeba? Eh, kuna vingine sio vya kubeba. Ule mme wa mtu ujishikilie, nasemaje? Wewe kuna ni wivu? mimi nikuonea wivu wewe? Usinitukane, sijawahi kudhalilishwa tangu nazaliwa mimi nimekuambia ujichunge na tamaa zako za kimwili, achana na waume za watu. Sikia, sikia, ni nikwambie cha kufanya, ukae ongee na yule mwanaume wako, maana nishakuona unanionea wivu sana kuliko hata mashakuonunnioneu saa dada yako, nasha mke mwenzangu na kutandika sasa hivi mabanzi. Afu sikia, nikwambie, nikataliwa, kataliwa wewe wewe. Afu nipishe niondoke, pishe. Nasemaje katika hili. Nitakuonyesha mimi nani. Na utanilipa hii. Siwezi nikakubali dada yangu acheketuliwe na mimi nipo. Lazima nipambane nikupata tu. Kusutana na umbe. Genge letu. Hili genge ni bola. Genge letu. Kushirikiana na kurogana. Genge letu. Wala genge letu. Mola hukumu hali. Genge letu. Machafu yao wanayafa. Genge letu. Hilo siku tu yale. W wow. Ah. Hmm. Mdudu wa Mungu umeumbika vizuri wewe. Mungu anajua kuumba kwa kweli. Um, nashukuru sana kwa, ku, kwa kuitikia wito wangu. Wao kiukweli mimi nimetokea kukuelewa katika magenge haya. Hamna mwanamke mzuri zaidi yako. Nimetokea kukuelewa na niko tayari kuwekeza, tayari mtaji wa mapenzi wa mahusiano nao, nataka niutumie kwako. Sikia ngwambie. Mimi ndio sipagilii mtu mwenye tantalila nyingi. Mimi nafagilia sasampa. Una sasampa baba, ukisikia hey, okay. Sasampa mimi ninazo, yaani ukitaji sasampa mimi ninazo. Na mimi ndio nilowapa wazo wale wa vijana waloimba tia hela tia hela, wazo limetoka kwangu kwa sababu na hela. hmm. Una nini dadi? Baada ya fulana na msuli, habari zako? Tunazo genge nyebo, umefukuzwa huna lolote, una chochote? Nani wa kunipiga mimi marufuku? Eh, yule kijana akanipiga mimi marufuku kisa nataka hela, akaniambia kwamba nimpe laki tatu. Sasa ukizungumzia laki tatu kwa simba eh, la masimbasengo ni vitu vidogo. Namtia laki tatu na naingia sokoni, pesa nazo. Lile gengi kuna jeuri hiyo, kuna maviyayo? Mimi pesa ninazo. Yaani usichokijua mimi ndo naongoza kuwaletea watu mboga mboga hapa, wananunua kwa jumla mimi Alafu kile kigenge sijui kuharibika kisikutishe. Yani nikitaka kukifufua mimi kile, ni dakika sifuri, dakika sifuri tu hapa mimi nakifufua, kwa sababu mimi ndo nauza mboga mboga eh, bei ya jumla kwa watu wote, uliza utaambiwa, uliza eh? Yani wewe kuwa na mimi ni kama bahati, usiichezee ipuza eh? Asharara sikia baba oh. Tafuta hela, tafuta sasampa, ikishazipata mimi nipo, nimejaa tele. Yeah, umenishika sehemu za mapenzi umenichanganya, ngoja mm. Tunitafute hela na kutafuta na wewe, yes. Yule mbwa Narabuku Bey hayupo. Uyo kamtaka yule yule kamkataa mara akaenda kwa yule, mbona ni balaa, Aiye. Hakuna mapesa dati ndani ya genge, hauna pesa mono tonekana mseshiriki la... na umetawala aiwe, si masihari hivyo <laughs> kuba babake, wamenipa nini mimi yani? Mbona ukinipigia simu mara moja tu nishafika? Au ndo shemu kama shemu? Hebu punguza bana, kama una niloga na mimi jichanganya hivo hivo bana, acha utoto bwana, animekuja tena, una shida gani? Una nini cha kulogwa wewe mayele, una nini dadi, una nini do di do? do, do, do, do, do. <laughs> Wewe unachofanya ni kuzingatia simu ya mumeo, napokupigia simu unaacha kazi zako, unakuja kumsikiliza bonge la bwana. Hivi una akili gani wewe? Unaniita mimi mkeo, umeoa uko mzima au umeoa dada? Naomba ujishikilie bwana, bwa shemeji, usiache nikakuvunjia adabu, usivuke mipaka na mi... Acha hizo habari. Niambie shida yako nini? Wewe vipi? Usinikomeshe kibonge maele. Wewe vipi? Ah. Si maneno ya wengi tumeyakuta hayo kwamba mume wa dada naye si mume. Au hebu kaushe kwanza kwa nisikilize ambacho nimekutia bwana. Mambo yako hivi kibonge maele. Unisikilize kwanza wewe nimekutia si familia. Achana nayo nisikilize ambacho nimekutia. Sawa familia? Uh, nasikia pale serikali za mitaa kuna askari wapelelezi wamekuja na ofisi ya serikali ya mtaa inawapa <laughs> inawapa ushirikiano kunichunguza mimi. Haya maneno ni ya kweli, ha? Jamani hata kama kuna methali inayosema, oh, watu watakunyima yote, lakini sio maneno. Ila wewe umepigwa hivi na Narabuku kuna kitu ambacho kinaweza kikatokea katika huu mtaa na wewe usijue ulivyokuwa na mashushushu usielewe. Ah, sio kweli bwana, hilo jambo sio la kweli na hao waliokuambia maneno hayo wamekuongopea baba. Unajua mwanzo nilikuwa napata taarifa zangu kutoka kwa Kicheko oh, kwa sababu Kicheko ailetazesheni <laughs> nikamdisiplinisha, nikamtia ububu. Ina maana hizo habari hauna umemtia bubu wewe, hi, hasa pale gesti itakuwaje? Oh, ndio maana hehehe. Kuna kipindi nilifika pale gesti pale nikasikia ea, ea, ea. Nikajua labda ya mteja kumbe, mwenyewe hi. Awe baba, mm. We kama alikiba, saluti saluti ni wewe huyo. <laughs> mimi huyo. Sasa nisikilize vizuri ndugu yangu, kwa sababu we ni familia. Sasa hivi tunafanya kama ambavyo tulikuwa tunafanya mwanzo, habari zote zinanifikia mimi, kiongozi wako wa magenge. Tumeona kijana sasa, inatakiwa ufanye hivi, kama kuna taarifa yoyote kwenye magenge huko, serikali za mitaa na ambaye anashirikiana nao maskari, nifikishie yeah. Maana sasa hivi butoa maginga simuelewi, kazi yake ni kunywa na kulewa. Habari anifikishii vizuri, ananifikishia nusu nusu. Tumelewana familia, hilo jambo linawezekana, lakini umejipangaje hapo? Tunaongea kibiashara zaidi, wewe umejipangaje? Kwani una bei gani? How much shilling dollar? Unapenda pesa eh? unapenda sasampa, eh sasa iko hivi, kama utaki kwenda sawa na mimi, nitachukua macho yako nitatia humu, nitachukua hiyo zakari yako nitatia humu, alafu tutaona utatamba na nini hapa mji. Nikibongea mayele we, kumbe una unalingia unani usiku uh, we basi bana, bana ya yaishe mi na ndugu yangu pale, je mambo yakawa mengi bana, ndugu yangu mwenyewe namua napanguuza kiume afu wa kike kwayo, kama mambonyewe ndo ami, basi niko tayari kufanya unachokitaka lakini kwa sharti moja, hakikisha watu wasijue. Hakuna mtu yoyote atakayejua hili swala, na Narabuku akijua hili swala tutagombana mimi na wewe. Hata kama unamtishia zakari si mauti, utajua mwenyewe. Haya ni usu. Kwa nini babu wale, wakati nazaliwa mimi nikuwa najua nitakuja kuwa nayo? Si imekuja tu, kwa sababu mipango ya Mungu ko sintishe ba hilo limeisha <laughs> nimekolewa, familia shem kama shebela? Au na bifu unaleta mabifu ya kwamba, kwa sababu nimekunyang'anya mtoto mkali, mtoto mzuri, Msomali au? Nimeisha huyo. Sawa, unaweza kaenda. Na sasa, ndugu yangu, mimi naweza nikaenda, lakini hata cha kuanzia kazi nisipate nyumbani. Sasa hivi nina hali ngumu pale, mdogo wangu simuoni, kaondoka tu ghafla pale, mablichi yule hata aeleweki, mwenelewe ko pale, hali tete kama umenipa kazi ndugu yangu, hebu nipe cha kuanzia <gibu> angalau na mimi nikalumbue lumbue, nione kweli ili jasho langu <gibu> Hey, hey. Sawa tatu tisa umuma, sio malezi tatu sita, msaada sio haki yako, na kusaidia kwa leo <gibu> <gibu> Narabuku Bey huyo, ah, shem kama shem au jarogwa na ukirogwa wewe unakufa na ukifa uozi. Sasa mbona hata cha kuongea hamna? Hao ndio napewa lifti ndio kanipige naoni. Na unapenda eh? Hamna kawaida tu ndio ukubwa huo. Eh moja, eh, haya baba, haina noma. Hebu subiri hapo. Ah, bei bei kama bei, aishi milele. Bei kama bei, aishi milele. Narabuku ah, bei huu babake, huu mtu